Serikali ya Uholanzi yasema haitaiomba Uturuki msamaha baada ya kuwazuia mawaziri wa nchi hiyo kuhutubu nchini humo mwishoni mwa juma, na badala yake inaitaka Uturuki kuiomba radhi kutokana na kauli za Rais Recep Tayyip Erdogan kuwa Uholanzi ni manazi na ni mabaki wa mafashisti. Waturuki wameandamana kupinga uamuzi wa Uholanzi. Chama cha Geert Wilders, kiongozi mwenye siasa kali za mrengo kulia wa kulia zinazowapinga Waislamu nchini Uholanzi, kinaongoza katika kura za maoni kabla ya uchaguzi mkuu nchini humo unaotarajiwa siku ya Jumatano. Vilders anampa ushindani mkali waziri mkuu Mark Rutte. Takriban watu 50 wa wamekufa nchini Ethiopia katika maporomoko ya taka yaliyotokea katika jalala kubwa kwenye viunga vya mji mkuu wa Addis Ababa. Watu 28 wamejeruhiwa wa baada ya nyumba 30 kuporomoka kutokana na uzito wa taka. Watu 150 wanakadiriwa kuishi katika eneo hilo. Shirika la kuwashughulikia watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF limesema mwaka 2016 ndio ulokuwa mbaya zaidi kwa watoto wa Syria. Zaidi ya wa watoto 600 walikufa katika vita. Mzozo huo wa Syria unaingia mwaka wa 6 wiki hii, na Umoja wa Mataifa unaonya, mamilioni ya watu wanakumbwa na njaa katika mataifa manne yanayoshuhudia mizozo: Sudan Kusini, Somalia, Yemen na kaskazini mashariki mwa Nigeria. Kiasi cha watu milioni 20 katika nchi hizo wanahitaji misaada ya dharura kuepusha vifo.